Habari za wakati huu, ndugu mpenzi mtazamaji wa Daily Online TV, uko nami mtangazaji wako Emmanuel Maijo. Dubai, barabara ya Sheikh Zayed ilibadilishwa kwa uwanja wa baiskeli siku ya Jumapili, huku wapanda baiskeli 40,327 wakishiriki katika Dubai Ride, ikiashiria mwanzo wa kihistoria wa mazoezi ya Dubai 2025 Tukio hili liliandaliwa na DP World limewaleta pamoja wakaazi na wageni wa rika zote katika onyesho kubwa la mazoezi na umoja wa kijamii. Mamlaka ya barabara na usafiri, RTA imetangaza mkutano wa 11 wa kimataifa wa usimamizi wa miradi ya Dubai DIPMF, ambao utafanyika tarehe 14 hadi 15 Januari 2026 katika Madinat Jumeirah. Mkutano mwaka huu utazingatia nguzo kuu tano: jiji endelevu Mabadiliko ya kidijitali, kazi za baadaye, teknolojia na mitindo ya baadaye na utegemeaji wa wateja katika usimamizi wa miradi. Habari za biashara. Umoja wa Falme za Kiarabu unaendelea kuimarisha nafasi yake kama kituo imara chenye mvuto kwa wawekezaji, ikidumisha ukuaji imara wa kiuchumi licha ya changamoto za kimataifa. Licha ya usumbufu wa biashara na hali tete za kisiasa duniani, taifa hili linaendelea kuwa salama na lenye uchumi unaostawi. Habari za kimataifa. Angalau watu 26 wamefariki dunia na zaidi ya 25 hawajulikani waliko kufuatia maporomoko ya ardhi katika eneo la Rift Valley magharibi mwa Kenya. Mvua kubwa imenyesha eneo hilo kwa siku kadhaa, huku Msalaba Mwekundu wa Kenya ukisema maeneo hayo lathirika zaidi hayafikiki kwa barabara kutokana na maporomoko ya matope na mafuriko ya ghafla. Habari za michezo. Timu ya wanawake ya India imeibuka mabingwa wa kombe la dunia la cricket kwa mara ya kwanza baada ya kuishinda Afrika Kusini kwa mikwaju 52 huko Navi Mumbai, India wakiwa wamefika fainali kwa mara ya tatu. Kikosi cha Harmanpreet Kaur kilitawala mchezo mzima katika uwanja wa DY Patil siku ya Jumapili, ingawa nahodha wa Afrika Kusini Laura Wevart alijitahidi kuvuruga tereza wenyeji katika mbio za kufukuza alama. Kwa haya na zaidi, tembelea tovuti yetu ya www dailytimes ae. Uwe na wakati mwema.